Ni hawa hawa ambao mwaka elfu mbili na ishirini mpaka ishirini na tatu nilifanya kazi kubwa ya kuzungumza nao, nikanyoosha mkono wa rehema, njooni nyi wa Tanzania, njooni tukae tuzungumze yetu, twende vile tunavyotaka. Nikaunyoosha vizuri, nikidhani nawanyooshea watu wa Tanzania ule mkono wa rehema na wataupokea, tutakuja tukae vizuri. Ni hawa hawa niliyowakuta nje, wana safa, hawana shilingi mkononi, wakaomba sana kuja kuniona nikawapokea, tukazungumza, hawana hata shilingi. Nikatoa kiposho changu nilichogawiwa cha safari, nikawapa waendelee na maisha wakiwa nje. Ni hawa hawa walionambia sawa, tutarudi lakini tuna kesi. Nikawambia kesi nitazifuta, njoni, njoni tukae tuzungumze, tujenge nchi. Na wamekuja baadhi yao, wamekuja mikono mitupu, hawana kitu, tukatoa fedha zetu kuwapa waanzie maisha hapa Tanzania. Sasa nataka mumpe cheo mtu wa aina hiyo, alionyooshewa mkono wote huo wa rehema na mkono wa upatanishi, yeye kaja. Yule aliyemnyooshea ndo wa kwanza kumkashifu, kumtukana na kugeuza mambo, kuichafua nchi. Huyo mtu anaitwaje?